Yo, okay. Namwona mshikaji kwanza, na shangaa nikimwona, hana pigo baya, namuona haya nikimtazama mara mbili, namwona mshikaji pembeni, ye amechili mshikaji amevaa shati yake ya kipaimara, na shangaa namuona kama vile chini kavabuti, hajavaa ndala. Oya sema jamani, mwepesi hajapendeza hata kama umekula pensi, kudadadeki mwanangu, nanikela kwanza, unaonekana mfukoni hauna hela, hata haujapendeza, bora ungevaa hela kwanza, ushatukela mi nasema tu masela, nikikuona chini umevaa vibuti, ila nashangaa unaonekana wa tofauti kwanza siyo msela wangu watatano sikupi kuda dadeki, kuda dadeki unanifanya mbele nyuma kuweleweki. Kwanza nikikuona we jisi unasheki, kwanza na kuona ulivyo kaki boya, kwanza na kuona kama mlembo lini woya jisi ni... yeah. Hey, ka. Okay, neto sani okay, mnampa maiki. Kwanza dogo karibu unachana mwanangu tazani bubu mbele ya seji mwanangu na kusurubu, leo lazima utakufa yokibudu. Acha kushika shafu wembabu, una ndevu nyingi nezo dwede, umekaa kikakamavu, nataka nikung'ate kamadafu. Geuka nyuma nione tarabu, kuna nyingi sababu, una jinsi umeikata neso, napoteza muda umenivalia ngoza kanisani, labda chuga utakuwa yuda na pakacha limevuja nani amekwambia mpaka juu ndo umekuja? Mwana unatikisa kichwa, ngoja nikupe woto leo, mtu mzima sindani na watoto. Unasema nimetinga ndala nono, umeziweka dredi fulani da, msuko wakajala. Hii ni round ya kwanza, wacha nikupige mawe mpaka upagawe, shuka lafu uende kwenu kawe. Umetinga blezia, mama ntilie. Sasa unataka nini kwenye bita? Chankwambie ngukamie, we ni mtoto, acha unipandishie mwanangu, nakupa misali hadi usinzie umie Leo lazima utakufa kwapa juu, kibudu nakupa kifua kikuu, wezi ukanishinda mimi lazima utasema su, hakuna kama mimi ata kama mkija kru, sio wewe, sina wengine watafata, leo mbele stage dogo nakupa mbata, yeah. Hey, bwana, sina maneno mengi ila sana MC amenifurahisha kuanzia midondoko mpaka hayo yeah. mashambulizi yao Sun MC, siku nyingine jitahidi tena, fanyia mazoezi njoo na energy zaidi na makonde zaidi. Okay, songa ah. uh, huyu jamaa hii uh, ni uh, Sun MC na Choro Genius. Choro Genius, Sun MC na Choro, nimemsikiliza uh, ni vizuri Choro Genius, na nimemsikiliza vizuri Sun MC kwa upande wangu pia nimeona Choro Genius amefanya vizuri lakini pia Sun MC amekuja amefanya vizuri. Kwa hiyo mimi hii nitawapa sare kwa upande wangu mimi. Ya yes, sijui kwa pia. Yeah, okay. Mawenge, uh, bwana Choro mostly alikuwa na freestyle. Ndio kile ambacho nikisema mwanzo. Yeah. Uh, yaani mashambulizi sio mengi. Yaani hayapo. Sio sio sio tu sio mengi. Hayapo. Mostly alikuwa na freestyle anaangalia pensi anaangalia neno ni anafuatia nini. Anaangalia sijui uh, eh, raba jevaka na mbili na, yani alikuwa anacheza humo, yeah. Lakini Sun yeye alichokuwa anafanya ni kushambulia, japokuwa hakuwa na makonde ma, ma mazito unajua mm. Lakini hata kama alikuwa anakugusagusa vikofi, sisi tunahesabu tu amekupata, kuliko wewe ambaye umemkosa kabisa, sio shaelewa? yeah. Kwa mimi bado hii nitampa Sun MC Sun MC so uh, kwa sababu jamaa anakula mbili Sun MC na maana Sun MC ndo mshindi wa hii battle au vipi okay,